Katika mifano arobaini Yesu aliyoitoa mifano kumi na tatu yote inahusiana na fedha. Sema amen, amen, amen. Nitakutajia mifano kumi na tatu inahusiana na fedha. Sawa sawa, alisema Yesu. Luka sura ya 16 mstari wa kwanza unasema hivi: tena aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake, huyu alishtakiwa kwa kuwa anatapanya fedha zake. Matayo 20 mstari wa kwanza kwa maana ufalme wa Mungu unafanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kuajiri. Anaye ajiri ni mtu mwenye hela, wakulima katika shamba lake la mizabibu. Matayo 25 mstari wa 14, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri aliwaita watumwa wake akawaweka, akaweka, akaweka mali zake kwao. Mstari 16 mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara, sema biashara, akafanya biashara, sema biashara, nazo akachuma faida talanta zingine tano, sema faida. Na Luka 12 mstari 16, akawaambia mithali, shamba la mtu mmoja tajiri ilikuwa limezaa sana. Luka 15 mstari wa 8 au kuna mwanamke gani mwenye shilingi kumi akipokea akipoteza mmoja, asiwashe taa kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione shilingi? Anazungumza habari za fedha. Lakini Luka 14 mstari wa 28, maana ni nani katika nyenye kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama? Kuhesabu gharama inamaanisha ni fedha. Haleluya, haleluya. Watumishi wa Mungu mnanielewa? ni halali yako kuwa na fedha na halali yako kuwa na uchumi uliokuwa mzuri. Yesu huyo ambaye tumemfuata sisi mifano yake kumi na tatu, nimesoma hapa, moja, mbili, tatu, nne, tano. Nimesoma mifano sita tu, mingine saba sijaweza kusoma kwa sababu ya muda. Yesu alipokuwa akisimama, nazungumza habari za fedha, mitano anaitoa, anaitoa habari ya fedha. Kwa maana hiyo, huwezi ukatenganishwa utakatifu wako na fedha, vinakwenda pamoja. Si kama kuna mtu anielewa? Haleluya, haleluya. Na tamani tuelewe kwamba kumbe, suala la fedha, swala la kuwa na mahitaji yote vizuri, ni la kimungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu, mchungaji Ezekiel, pamoja na mama mgeni, wametuleta hapa ili tuje tuzungumze, kwamba jamani, sikilizeni niwaambie, hakuna uhusiano wowote kati ya utakatifu kati ya Ukristo na umasikini. Hakuna.